Upandikizaji wa goti kwa kutumia roboti umekuwa maarufu sana hivi karibuni. Tulikuwa na mashaka hapo awali, lakini tukitazama matokeo ya miaka minne iliyopita, imepata umaarufu na imekuwa na mafanikio makubwa. Sababu kuu ni kwamba usahihi ndio jambo muhimu kwa upandikizaji wa goti kwa kutumia roboti kufanikiwa. Tunaweza kuweka kiungo mahali panapostahili na kurejesha mpangilio wa asili wa goti. Tunakata kidogo, tunaweka mshono mdogo na tunagusa tishu laini kidogo, ili maumivu baada ya upasuaji yawe kidogo na mgonjwa apone haraka. Tunawafanya watembee siku hiyo hiyo na wanaruhusiwa kurudi nyumbani siku inayofuata. Ndiyo maana imekuwa maarufu sana, kwa sababu ina maumivu kidogo na kiungo kinadumu kwa muda mrefu.